Al-anbiya wal mursalin amma ba'd, tunaendelea na kitabu chetu pendwa, Ad-Durarul Bahia, lulu zilizo nzuri. Hii ni ukurasa wa 11 kitabu changu, faslu fitohara. Hii ni fasili katika kuelezea mambo yanayofungamana na tahara. La tasihu rafu rafu la yasihu al hadath, hakusui kuondosha hadathi wala izalatu najasi wala kuondosha najsi, illa bima mutlaq isipokuwa kwa maji yenye kutwalikiwa mutlaq ismu maf'ul eh? la illa bima in mutlaq, isipokuwa kwa maji yenye kutwalikiwa. Wa huwa maji yenye kutwalikiwa ni yapi? anyakuna twahira fi nafsihi, ikuwa maji ni twahara katika nafsi yake. Mutwahira li khairihi, ni wenye kutwarisha maji mengi, kitu kingine huwa an anyakuna maji anakuwa ni mutlak, atakapokuwa twahida yenye ni twahara fi nafsihi hii, mutwahira ni yenye kutwarisha ghairihi kitu chengine, hmm? wahuwa ni ghaira mutanajisi, niwa ghaira mutanajisi nao ni maji ambayo hayaja najisika, wa ghairu lmustamal na ni maji ambayo hayaja waghairulmutanajisi ni maji ambayo hajanajisika. Waghairu lmustaamali na ni maji ambayo hayaja tumiwa ismulmaful, eh? Waghairu mutaghayyir wala, ni maji ambayo si yenye kubadilika taghayyuran kathira, kubadilika kwingi wa ghairu almutaghayyir kwa ismu alfa'il hapo, na si yenye kubadilika taghayyuran kathira kubadilika kwingi. Bi ghalitin pamoja na kilichochanganyikana nayo twahiri, tena kitu kilicho, chenye kilichochanganyikana kilichotohara. Yastaghani alma'u yanajikwasia maji anu na kitu hicho, yanajikwasia maji anu na kitu hicho. Walmuta naji na, na maji alionajishika. Wamani alimajamba wakati fi najasatun imetuka imeanguka ndani ya maji hayo, najisi ghairu maafuwin anha, najisi ambayo anha, na ambayo si yenye kusamehewa. Ghairu maafuwin anha, najisi ambayo si yenye kusamehewa. Wataghayyara, na yakabadilika yale maji kwa kuingiwa na hiyo najisi. Inkana almau kathira, itakapokuwa maji ni mengi. Inkana almau kathira, ikiwa maji ni mengi bi an ni mengi vipi? bi an balagha kullateni kwa kufika kullateini, fa akthar, na zaidi. Wa in lam yataghayar, na ikiwa hayajabadilika. In inkana kalile, ikiwa ni machache, ai duna lkullateini, maana yako chini ya kullateni. Sawa e, asema mm, inkana lmau kathira, maji. Imeelewa vizuri? yatabadilika ikiwa ni mengi bi ambala kullataini fa akthara aw lam yataghayyar, hau hayakubadilika. In kana kalila ikiwa ni machache, lakini hayakubadilika. Hayo ni mazuri eh. Aiduna kullataini wal mustamalu, na maji mustamali yenye kutumika, huwa mawaka hadathan au azala habathan, wa kana kalila. Maji mustamal ni yale ambayo mawaka hadatha yametuka ndani yake, yametukiwa nani? na hadath au azala anha, au maji hayo yameondoshea nini, khabathan, ni uchafu. Wakana kalila, ikawa ni machache, hayo yanaitwa ni mustamali, yamekwisha tumika. Sawa, walmutaghayyiru taghayyuran kathira, na maji yenye kubadilika kubadilika kwingi, bimaa, kwa kitu ambacho dhukira, kimetaja huwa ladhi, ni yale maji ambayo yamtani, itlaqu ismil ma'i alayhi, kunazuilika kutwalikiwa kwingi bima kwa ala ambao dhikira ametajwa huwa ladhi ni ali maji ambao ya mtani kuna zuilika itila kusmil ma alayhi kutwalikisha, kulitumia jina la maji kwake. maji kwa hayo mfano yamekuwa ni juisi sasa, yamekuwa ni chai sasa. bihaithu yahduthu ismun aghar itazugha kwa maji yao jina jingine mechukua maji ndo nzima, umeitia bizari, umeitia vitunguu, hiyo inaenda kwa kali mara ka, kama vile mchuzi. Wewe ni mchuzi, sio maji, sawa. Naitwa taghayyura, yanabadilika, kubadilika kuliko kwa kuingia mpaka eh, maji yanajikwasia, si maji tena ni kitu chengine, eh? <coughs> sawa. faslun. hii ni faslun fika la ilhaja kutekeleza haja. yusahabu lilkadi lhaja baulan au haitwa. an yalbasa nalaini, kuna kunasuniwa kwa mwenye kukidhi haja mkojo au mavi. an yalbasa nalaini, kuvaa ndala mbili. wayastura rasahu nakakistiri kichwa chake, wayastura rasahu nakakistiri kichwa chake eh? wayuida lma nayaandaye maji au lahjari au andaye mawe wayuida lmaa andaye maji au lahjari au aandaye mawe. Wayukaddimu yasarahu atautanguliza mguu wake wa kushoto indaduhuli zamani za kuingia chooni. Wayukaddimu yasarahu atautanguliza mguu wake wa kushoto inda duhuli wakati wa kuingia, kailan hali ya kuwakwe ni mwenye kusema bismillah kwa jina la Mwenyezi Mungu, allahumma allahuma, Mola wangu, wake inni a'udhu bika, hakika mimi nataka hifadha kwawe, nawe min alkhubthi majini wanaume, wal khabaith, na majini wanawake wayukadim yumnahu na atatanguliza mguu wake wa kuume indal huruji, zamani za kutoka chooni, ka ila ni hali ya kuwa kwani mwenye kusema kufurana ka, msamani wako wewe. Alhamdulillah, sifa njema zina msiki Mwenyezi Mungu alladhi ambaye adhaba anni aladha amenondosha mimi uchafu huu wa afani na akanisamehe. wala yastakbila alqibla, na wakati wa kukidhi haja yako hiyo mkojo ama mavi, usielekee kibla. Wa yarumu fi swarai, ni haramu kutekeleza haja hiyo, kuifanya haja ya mikojo na ya mavi katika mawanja. Idha tafati shurutul mukarrara, idha tafati shurutul mukarrara, zitakapokanushika ka, kan, zitakapokosekana sharti zilizothibiti, haifai wende ukakidhi haja hapo lini. Wa yarumu ni haramu fi swarai kwenye mawanja, idha tafati, zikikosekana, zikikanushika ashurutul mukarrara, shati zilizothibiti. Wala takalamu wala sizungumze, illa liwarura, ila kwa dharura, uko choni. Wala yatakalamu wala sizungumze, illa liwarura, isipokuwa kwa dharura, iza kazungumza. Wala yarfau thawbahu daf'atan wahida, wala asinyanyule juu nguo zake, kuzinyanyulia mara moja tu tub fa shai, amfa, shai a, bali atakiwa azinyanyulie kidogo kidogo kabla kuinama ya kuinama kwa chochote, hata yakuruba min al ardhi mpaka akaribia hapo ardhi, na atake akojoe ama kukunya sawa. Wala yanzura ila sama, wala ataki kutazama mbinguni, wala ila farjihi, wala kuitazama tupu yake inayotoka hiyo najisi, wala ila ma yakhruju minhu, wala asikiangalie kile ambacho kinamtoka kutoka kwenye tupu yake, asikiangalie wala ya'bath, wala asichezecheze wakati anakuja haja eh? Wa yake kabla antiswabi kabla kunyoweka kwake sawasawa. Umesimama zile nguo tayari nazo ushasteremsha ziko sawa, umestirika yote, watakiwa kustiri, usikae uchi, maana kuna malaika wanakuona. Karibu faslu oh, hii ni faslu fil istinja, katika kustanji, yajibu li istinja Kunapasa kustanji minkuli ratibin najisin, kutokana kila najsi iliyo mbichimbichi. Minkuli ratibin najsi, kutokana kila najisi iliyo mbichimbichi mbichi. Iliyo mbichi, mbichi. Khariji iliyotoka minaalkubule au iduburi, iliyotoka kutoka tupu ya mbele au tupu ya nyuma. Najibu kunapasa kustanji bilma, yajibu kunapasa alistinjau kustanji Ustanji kutokana na nini? minkuli ratbi, kutokana na kila kimaji kibichibichi najisini, kilikuwa najisi khariji, kilichotoka minal kubli, katika kutoka tupu ya mbele au tubri, au tupu ya nyuma. Ustanji kutumia nini? Bilmai, kwa maji au ila hajari, ama utumia mawe wa au ma yakumu makamahu, au kile ambacho kinasimama mahali pa mawe na maji. Na nini? minkuli jamidin tuahirin, kani ni kutokana na kila kitu kikavu twahiri kilichotwara, jamidi kikavu twahiri kilichokuwa tuhara, kali chenye kukwangura chenye kukwangura. Na hii jamidi ina maana pia kisichokuwa na roho <coughs> sawa, ghairi muhtarami, kisiwe ni kitu ambacho ni cha kitu ni chenye kuheshimiwa kama mfupa wa ng'ombe. Mfupa wa ng'ombe, kapike supu, mbona wasitanji na mfupa wa ng'ombe? Mfupa wa mbuzi, mfupa wa kuku, hivi haifai eh. Wala afdalu <coughs> na ilivyo bora zaidi, anyastanjia bil ahjari, ni kustanji kwa mawe. Thumma yatbauha bil ma, kisha yafuatie yale mawe kwa maji. Wal afdal, na ilivyo bora, anyastanjia ni kustanji mtu bil ahjari, kwa kutumia mawe. Thumma yatbauha bil ma, kisha yafuatie maji. Fa idha arada liiktisar ala ahadihima Akitaka kufupilizika juu ya kimoja chao, falma'u afdal, basi kuyatumia maji peke yake, hiyo ndio bora zaidi, atumie hivyo eh. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Tutasimama hapa daras, kana kusema ni nyingi sana, muda ni mdogo, mtu ni mimi moja nisame. Inshallah tutosheke kidogo, lakini tumepata kila nyanja. Inshallah, walhamdulillah rabbil alamin.